Tuna ukweli ni huu kwamba kuna watu ni wagane na kuna watu ni wajane si ndio? Hao wagane na wajane ni wenye dhambi sana. Tunapewa kwa lengo maalum, na anayetupatia anachukua hicho anachotupatia kwa lengo maalum. Kuna watu hapo wastaafu si ndio? Ulikaimishwa, si ndio? Na baada ya siku yule aliyekupa amefanya nini? Tunapewa. Je, tunaweza tukaona kwamba sisi ni bora sana kuliko wengine? Ni cha kupewa hicho, tunachopewa Mungu anataka tukitumie kwa ubinadamu, na ndio maana Kristo anakubali kufa, kumwaga damu kuonyesha kwamba ninamwaga damu kwa binadamu mwingine, na damu ni mali ya Mungu, damu ni alama ya pumzi ya Mungu, ni yeye tu ndio mwenye mamlaka ya kuitoa hiyo damu, kwa sababu kuna siku tutabaki vile kama Kristo anavyotueleza, hatuna kitu. Kwa tunapokumbuka leo, tunapomshukuru Mungu, tunapokuwa alama ya matumaini, mtume wa matumaini Papo hapo tunaenda mbele kwa hoja hii ya tatu. Kila kitu, ndugu zangu, tunapewa kwa muda, na tunapewa sisi, ni cha kupewa tu, tuna ukweli ni huu kwamba kuna watu ni wagane na kuna watu ni wajane, si ndio? Hao wagane na wajane ni wenye dhambi sana. Tunapewa kwa lengo maalum, na anayetupatia anachukua hicho anachotupatia kwa lengo maalum. Kuna watu hapo wastaafu, si ndio? Ulikaimishwa, si ndio? Na baada ya siku yule aliyekupa amefanya nini? Je, tunaweza tukaona kwamba sisi ni bora sana kuliko wengine? Ni cha kupewa hicho tunachopewa. Mungu anataka tukitumie kwa ubinadamu na ndio maana Kristo anakubali kufa kumwaga damu kuonyesha kwamba ninamwaga damu kwa binadamu mwingine. Na damu ni mali ya Mungu, damu ni alama ya pumzi ya Mungu, ni yeye tu ndio mwenye mamlaka ya kuitoa hiyo damu sababu kuna siku tutabaki vile kama Kristo anavyotueleza hatuna kitu. Kwa tunapokumbuka leo, tunapomshukuru Mungu, tunapokuwa alama ya matumaini, mtume wa matumaini, papo hapo tunaenda mbele kwa hoja hii ya tatu. Kila kitu ndugu zangu, tunapewa kwa muda, na tunapewa sisi, ni cha kupewa tu. Tuna ukweli ni huu kwamba kuna watu ni wagane na kuna watu ni wajane, si ndio? Hao wagane na wajane ni wenye dhambi sana. Tunapewa kwa lengo maalum na anayetupatia anachukua hicho anachotupatia kwa lengo maalum. Kuna watu hapo wastaafu, si ndio? ulikaimishwa, si ndio? Na baada ya siku yule aliyekupa amefanya nini? Tunapewa, je, tunaweza tukaona kwamba sisi ni bora sana kuliko wengine cha kupewa hicho tunachopewa, Mungu anataka tukitumie kwa ubinadamu, na ndio maana Kristo anakubali kufa, kumwaga damu kuonyesha kwamba ninamwaga damu kwa binadamu mwingine, na damu ni mali ya Mungu. Damu ni alama ya pumzi ya Mungu, ni yeye tu ndio mwenye mamlaka ya kuitoa hiyo damu, kwa sababu kuna siku tutabaki vile, kama Kristo anavyotueleza hatuna kitu kwa, tunapokumbuka leo, tunapomshukuru Mungu, tunapokuwa alama ya matumaini, mtume wa matumaini. Papo hapo tunaenda mbele kwa hoja hii ya tatu. Kila kitu ndugu zangu tunapewa kwa muda, na tunapewa sisi ni cha kupewa tu.